Everybody. Yes, anaitwa Prince Dully Sykes akiwa na Mario. Ngoma anaitwa Kijiti sasa Blaza yetu bwana Duli bwana uh, alianza kwanza tarehe sita ya Disemba 2024 alivyokuja na ngoma na Alikiba ambayo inaitwa Zali, Zali. Yeah, ni moja ya ngoma ambayo imepata mafanikio makubwa sana na hata mwenyewe uh, Duli amekiri hayo mafanikio si ndio? Kwanza kabisa kukaa uh, namba moja on trending kwa wiki kadhaa kwa wiki kibao si ndio? Yeah. Kwenye top 20 ya 102.7 Voice FM iliweza kukaa uh, takriban wiki nne mfululizo si ndio? Lakini baadaye uh, tumeona uh, Februari 21 2025 akaja na smart joint nyingine kali sana akiwa na mtu mzima Mario, inaitwa Kijiti, ngoma ambayo wadada wanaipenda sana pale pale pale anaposema pale kwamba wanaume, mwanamke sijui apewe hela nyingi eee, sana. Tunaje na matunzo, pia na matunzo pia. mimi ninavyoona Mario amezingua kwa sababu katika mstari wa bachelor mm -hmm. mstari wa nne mpaka watano eee, unagoma kabisa kumpa mwanamke hela Yani, ukisoma bachela vizuri nne mpaka tano. mm -hmm. Unagoma kabisa kumhudumia mwanamke kama sio mke wako, asa atakupaji vitu vyake, na wewe kama wewe umhudumii? ah, asa mimi nashangaa ah, yani sio kwamba simhudumii e. sikuhudumii eh. mpaka uwe mke ah, ah. Sasa sisi tuna, tuna kuna, kuna process fulani hivi ya sisi mpaka tunakuwa mke na mume kwa Usa, una hiyo unakuwa unihudumii kwenye ile process hiyo process hiyo e. mpaka ikifika kuwa mke au uh, mke au mume ndipo hapo sasa ndo tutaanza mbanga nyingine. Umeona Mwane, eh? Kwa hiyo mwanetu Mario bwana, hapo uliposema mwanamke apewe hela nyingi sana, ukija kwenye mstari wa bachelor wa 4 mpaka wa 5 umezingua. Bachelor 4 mpaka 5 inasema mwanamke hapaswi kupewa hela nyingi. Kwa hiyo unatiko unakuwa unakula bure au? Ah, sio bure, hapaswi kupewa hela nyingi. Elewa ah, okay, ah, okay. Hapaswi kupewa pesa nyingi. Sasa tuliweza kupiga story kidogo na blaza yetu, kaka yetu bwana Dully Sykes kuhusiana na ngoma hii ya kijiti, idea nzima ilikuwaje. Na mtu mzima Dully bwana alifunguka kama hivi. Oi, Prince Dully Sykes, kwani kijiti ilikuwaje? Idea ya mzee wetu, kiukweli ni ngoma ambayo sisi tulipanga kufanya siku nyingi, mimi pamoja na Mario, lakini uwezi amini, ilifika siku akanipigia tusimu simu akaniambia niende studio kwake, itosheni e, kipata muda na kweli kamambia mimi na muda kesho. Kwa hiyo kesho yake nikaenda shake nikaenda. Baada ya kwenda kweli, nikasikiliza mdundo na yeye, yeah, alikuwa amepiga vesi moja kwa na kweli sana. Aa, hii ni ni iipenda ni ni kitu kikubwa sana kuingiza fan t ijayo ya tunashuti video ya kijiti. Okay, basi sawa kwa mashabiki wote wa mtu mzima Dully Sykes, basi wakae mkawa kula kwa sababu wiki ijayo kichupa cha kijiti kinaanguka. Ujue watu baada ya kuona uh, zali imefika pale na imefanya wanda zile wakasema, mm, mbona kama vile labda blazadi bwana kama kaotia fulani hivi mbona eh, lakini imekuja project nyingine kali zaidi kijiti, ambayo sasa hivi nayo imekuwa ikisumbua jiji sana na wadada wanaipenda sana. Ujue kijiti bwana. Uh, inapendwa na wadada na wanaume, lakini asilimia kubwa sana ya wanawake wengi sana wamependwa kwa sababu mule ndani wametetewa sana, kwamba mwanamke apewe pesa nyingi sana. So kwa mashabiki wa kaka yetu bwana mwanetu Dully Sykes wakae mkaa wa kula, amefunguka hapa kusema kwamba kideo cha kijiti kinakuja. Hata uh, Duli mwenyewe anakubali hilo kusema kwamba yeye kwa sasa hivi ni baba mm. Sindio? Ana watoto watoto ambao amewatoa mona. Ukizungumzia mziki wa Bongo Flavor basi, uh, na ukimzungumzia Duli Sax unamzungumzia, ni uh, living legend mm. mona ambaye amewasaidia wasanii wengi sana kwenye historia ya ya Alikiba Dully Sykes yupo kwenye historia ya Mario, Duli Sykes yupo kwenye historia ya Diamond Platnumz, pia Duli Sykes yupo. Hata historia ya Mr. Blue kukutana na pamoja na Nyandu Tozi Duli alikuwepo. Kwa unakuta connection ya wasanii wengi sana ambao sasa hivi wanafanya vizuri e, Duli amewachukua amewalea kama wadogo zake kama watoto wake, kwa hiyo sasa hivi hiki tunachokiona ni ile hali ya kusema unarudisha fadhila. Yeah. Ehe, na sio lazima kurudisha fadhila hizo e. E, uh, unapoona mimi nimeguswa yes, na mchango wa mtu fulani unaweza ukarudisha, na ukiona ujaguswa unaweza pia ukakaa kimya, na hana noma, na hana noma kabisa. Sasa kwa sababu leo ni siku ya Bongo Fleva, tukaona tupite na ngoma ya kijiti, na ameweza kutusimulia idea nzima ya kijiti ilivyokuwa. So wewe pia unaweza ukaisikiliza ngoma ya kijiti ambayo inapatikana kwenye digital platform zote, ngoma ya mwanetu ya kaka yetu mkubwa kabisa kwenye tasnia hii, kwenye kiwanda hiki cha Bongo Fleva. yeah, Dully Sykes, majina mengi sana, baby Anton. mm. E, majina mengi sana Dully, ujue ana majina <laughs> mengi afa ngoma kuzeeka kabisa, sababu ukimzungumzia okay, Dully uh, tumeanza kusikiza nyimbo zake tuko wadogo kabisa hata prime alitujaanza lakini, mpaka sasa hivi ninavyomzungumzia bado mimi na yeye tukisimama, mimi naonekana age go na mimi sija, sijategemea kwamba anaweza akawa tayari alipita na watu kama kina Diamond. Okay, nilijua labda wametoka kwenye stage moja, kumbe yeye alishawatangulia a Dully kitambo sana, a Dully kitambo sana, a Dully kitambo. Wakina Diamond wote watu wajuzi tu hao, hmm, wamepitia kwenye mikono yake akina Busy Babylon baisa, ukisoma katika historia kabisa, ukifuatilia historia kabisa kipindi cha New Jack Family ilikuwa ni kama ofisi ya kuuza kanda za redio tu, hizi kaseti, mm. hizi lakini yeye ndo alimshauri uh, kaka yetu uh, Guru Ramadhani, yeah. kwamba lazima tuwe na record label. Sasa hivi kipindi hicho cha KGT, umeona G Records, umeona na producer kipindi kwa Roy, baadaye KGT. Duli yeye ndo wa kwanza ile rebo uh, ya G Records, ambapo yeah. alikuwa Queen Dalin, Ali Kiba, Zaharan, wasanii wengi sana wamepita pale. Umeona, Duli ndo alianzisha dile wazo kwa hiyo kizungumzia muziki wa Kitanzania, Dully ndio amewainua wasanii wote. Jamani, makofi kidogo, kwa sababu muziki wa Bongo Flava kwa Prince Dully